Ujambo mtazamaji wa maco TV na karibu. Unapotaka kufanya kilimo biashara, hasa cha mbogamboga na matunda, huwezi ukaweka mbali uzoefu, utaalamu na maarifa ambayo yanatolewa na wataalamu ambao wamebobea katika masuala haya, na hilo ndilo ambalo mkulima Moses ambaye anafanya shughuli zake za kilimo Dumira hapa mkoani Morogoro ameamua kutufikia sisi na ku ushauri counseling na pia kuonyeshwa ni nini afanye ili aweze kupata tija katika kilimo chake cha nyanya. Moses ameamua kubadilika, sio kama wakulima wengine, na hivyo kuingia gharama na kulipa ili ahudumiwe na mtaalamu wetu Morgan Jamani ambaye amefika katika shamba hili ambayo ulipo dumira na hivyo kutoa maarifa zaidi na kaza wa kaza hasa kwenye maeneo makuu yafuatayo. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni kwenye uandalizi ama kutayarisha shamba kwa ajili ya kilimo cha nyanya, na baada ya hapo ni kwa namna gani unaweza ukaweka mbolea na ni mbolea zipi ambazo zinafaa katika kilimo chako cha nyanya na ni kwa wakati gani, na pia ratiba ratiba ya mbolea sivyo? mm. Hapa naeleza ratiba zote za madawa za za mbolea mbolea. Hakika somo hili ambao unaenda kujifunza leo ni masterclass, sio tu ni elimu ya nyanya lakini ni kutoka katika fili ama uzoefu ambao sasa, sisi tumeamua kwamba watazamaji wetu wa maco TV, watu ambao mnahitaji kufanya kilimo cha nyanya ama mpo katika kilimo cha nyanya, mnahitaji kupata uzoefu zaidi, hamuhitaji kupitwa. Usiondoke, hii ni maco TV. Ndugu mkulima kutoka Tanzania, hapa tupo Morogoro. Morogoro eneo la Magole, la, la Magole eh, Dumila ndio. Ndio. ya tuko hapa kwa ajili ya kuelezea hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho kwenye masuala mazima ya kilimo cha nyanya. Hapa tupo kwa mkulima mmoja anaitwa Moses, bwana ndio afisa kilimo wa hili eneo, na tuko hapa kwa ajili ya ku kujadiliana naye hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho ili aweze kupata kilimo chenye tija. Hiki ni kilimo cha nyanya, shamba letu liko hapo ni ekari takribani tatu na tupo kwenye hatua za mwanzo kabisa za maandalizi ya shamba. Tumeanza kumwaga drip. Kwa hiyo karibu ufuatane pamoja na sisi kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho, ili uweze kujifunza. Kumbuka hii ni Mako TV. Usahau kusubscribe, usahau kushare na kucomment na kuuliza swali lolote ambalo unalo ili tuweze kukujibu. Karibu sana sasa. Kwenye kilimo cha nyanya kuna mbolea za aina tatu, mbolea za aina tatu, kwa kuangalia virutubisho vya aina tatu. Tunasema nini ni, ni micronutrient, virutubisho vya muhimu. Virutubisho hivyo vinaitwa N, P na K okay. Na virutubisho hivi haviepukiki kutoka hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho, kwa maana ya kwamba tuko tunapanda Tunatumia kirutubisho kinaitwa Phosphorus. Phosphorus ipo kwenye mbolea za aina zote. Kwa maana ya kwamba ukitumia samadi kuna phosphorus. Lakini phosphorus hii huwaga inatofautiana. Ukitumia mbolea ya kuku ina phosphorus ambayo inaisha haraka. Ukitumia mbolea ya ng'ombe ina phosphorus ambayo inakaa kwa muda mrefu. Mm -hmm. Lakini utofauti kati ya mbolea ya kuku na mbolea ya ng'ombe ni kwamba mbolea ya kuku phosphorus yake inaisha mapema ila ina, ina, ina react kwa haraka. Kwa hiyo inafanya kazi kama mbolea ya, ya kiwandani lakini zimetofautiana kidogo, alafu mbolea ya ng'ombe fosforasi yake inakaa kwa muda mrefu lakini ina react pole pole. Kwa maana yake matokeo yake utaanza kuona pole pole, lakini inakaa kwa muda mrefu. Kwa nini ukalima saizi nyanya ukaja ukalima mahindi na bado yakafanya kazi? Kwa nini? Kwa sababu fosforasi yake inakaa kwa muda mrefu. Lakini madhara ya mbolea ya kuku ni kwamba kama maji ni machache mm. uoga inachoma kwa sababu ni very sensitive yenyewe ina, ina, ina, inaunguza shina la, la mmea Wakati tunafahamu mche wa nyanya ni laini sana mm, wakati tunaanza kuhamisha, kwa maana ile mbolea ikipita kwenye ile mifumo ya kusafisha chakula tunaita xylem na phloem inakwenda kuunguza, kwa sababu ni kali sana. Kwa hiyo unakuta tunashauri mara nyingi tumie mbolea ya ng'ombe, kwa sababu inaenda polepole kabisa. Hii ni sehemu yetu ya kwanza. Kwa hiyo kwenye upandaji tunatumia mbolea zenye phosphorus na siku tunapanda, mm, ni vizuri zaidi kuwa na hii mbolea ya ya ya ya ya ng'ombe ya ng'ombe. Baada ya siku ya saba tunatumia mbolea yenye fosforasi ya kiwandani ambayo tunasema ni DAP, DAP ya, hasa DAP ziko nyingi, kuna DAP hiyo ina fosforasi, kuna otesha ina fosforasi, kuna fomi kuzi, fomi ya, ya otesha ina fosforasi, kuna NPS ina fosforasi. Kwa hiyo mkulima akipata hizi mbolea ambazo nimezitaja asisite, az, kuzitumia kwa sababu zote Zina fosforasi ndani yake. Ukifuatia DAP ina fosforasi ya arobaini na sita, ukifuatia NPS na thelathini na nane, FOMI Otesha ina arobaini na sita na mbolea nyingine na kadhalika. Kwa hiyo ukipata hizo mbolea isikutishe, tumia, hata kama hauoni DAP tumia Otesha, tumia, FOMI Otesha, tumia NPS na kadhalika. Kwa hiyo kwenye hatua ya kwanza. Baada ya siku ya kumi na nne, unaweka mbo, mbolea ya, ya, ya DAPU, mm yenye nitrogen ndani yake. Kwa nini tunaamini tarehe hiyo? Mmea umeshaanza ku develop majani yameanza kuwa mengi, maanake unauhitaji wa kuongeza majani. Kama unauhitaji wa kuongeza majani, maanake tuweke mbolea zenye nitrogen kwa ajili ya kuongeza kiwango cha nini cha majani. Mbolea hizo ni zipi? Ziko nyingi, tuna NPK, tuna urea, tuna SA, tuna microbe, ziko nyingi lakini mara nyingi sana tunatumia mbolea ambazo zina mgawanyiko au tunasema zina proportions ambazo zimegawanyika ndani yake kwa upande wa virutubisho. Hauwezi kutumia tu mbolea yenye nitrogen peke yake. Unaweza kwa huo mmea. Hatushauri mtu atumie urea kwa sababu urea ina inalubana sana na nitrogen. Ina hmm. Kama ukitumia hiyo unakuwa na maji mengi sana, lakini ni bora ukatumia mbolea ya NPK au mbolea yote yenye NPK ndani yake. Mbolea hiyo ni ipi? NPK yenyewe kuna mbolea moja inaitwa inaitwa inaitwa inaitwa fomikuzia. Kuna mbolea moja inaitwa microbe, ziko nyingi Deo. Ehe, hizi na NPK ndani yake. Sasa hapa kwenye matumizi ya NPK kuna kitu cha kuzingatia. NPK ziko zile mbolea za Yara na mbolea za val, za Falcon, Falcon. Ehe, ndio tunaona vizuri. Mbolea za Yara na Falcon ziko tofauti, ukichunguza kwenye ile cover utagundua kitu kimoja, mbolea za Falcon zina N P na K peke yake alafu yeah. mbolea za Yara yeah. zina N P K alafu kuna calcium, kuna zinc na kuna sulfa yeah. yeah. kwa sababu ile sulfur inakwenda kufyonza kiwango cha nitrogen kisizidi kwenye ardhi kisije kikaathiri majani ya mmea kwa sababu nitrogen, nitrogen, nitrogen kikawaida kika au kiasilia kwenye ardhi vya ipo. Ipo kwenye ardhi ndio maana washangaa kijijini, mtu amelima hajaweka mbolea na mmea umefanya vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ardhi kiasilia ina nitrojeni. Kwa hiyo yeah, ukizidisha nitrojeni peke yake unakuta mmea umeanza kuungua. Kwa nini? Kwa sababu nitrojeni mmea kiasilia upo na nitrojeni, tunasema ni volatile, yenyewe inaweza kutoa vapor muda wote, inaweza kaondoka kwa njia ya hewa usha kuona kipindi mvua kinyesha. Kwa hiyo baada ya siku ya kumi na nne ndivyo tunaveka mbolea zenye NPK ndani yake, kwa sababu tunaamini kwamba mmea hapo unahitaji majani mengi, kwa maana yake maote yanatokea yawe mengi. Sasa kwa nini tutumie NPK tusitumie urea? Kwa sababu urea ina nitrojeni arobaini na sita, yenyewe haina haina P, pia haina K, inakwenda kuongeza tu majani, lakini sisi lengo letu tunataka tukiweka NPK maana yake, tukaongeza majani kuwa mengi kwa sababu ya nitrogeni mm. Tukaongeza ile shina la, la mmea liwe pana kwa sababu pale ndo pana mfumo wa kupitisha kwa kutoka mm. kwenye mizizi, kuja kwenye majani mm. kwa sababu ya ile K mm. Alafu tukaipe nguvu mizizi, kule chini kuwa na nguvu ya kutafuta chakula kunenepa na kutafuta chakula kwenye udongo, ndio maana tunataka tuongeze mchanga uwe mwingi ili mizizi sipate shida mm. ya kufyonza kwenda chini kutafuta chakula. Kwa kwenda kuongeza kwa ile, ile, ni ile mizizi kuwa na afya na kutafuta chakula kwa nini kwenye udongo yeah. Vizuri, hiyo ni siku ya kumi na nne siku ya au wiki mbili mbele, baada ya kuweka ile NPK, siku kumi na nne nyingine e kisha kupata hapo sasa hmm tunaamini tupo karibu siku ya thelathini na tano ndio kwa sababu ishirini na moja shaa kumi na nne ni thelathini na tano ndio si ndio hivyo hapo mmea umeanza kudevelop maua una majani na umeanza kuweka matunda kiasi, kwa kwa ukanda wenye joto sasa, ndio, kufikia siku sitini, kwa maana yake hapo tumebakiza siku ishirini na ngapi tu, ndio, kufika siku sitini, kuko na matunda kiasi yameanza kutokea, majani yamekuwa mengi na maua ya kutosha, na level hii ni level ambayo tunamfananisha na mama akiwa anazaa akiwa mjamzito kwa sababu levo ambayo maua, ukifanya mchezo wa kuyapunguzia maji inaweza kukauka, na maua kikauka ni matunda, kwa maana kumepunguza mavuno ya kuvuna. Inipata vizuri kabisa. Kwa hiyo kipindi hiki sasa ni kipindi ambacho tunatakiwa tupate mbolea zenye zenye nitrogen, zenye phosphorus, zenye calcium na zenye sulfur. Mbolea hizo ni zipi? Mm. Kipindi hiki unaweza kutumia mbolea ya NPK. Ukachanganya na mbolea zenye calcium kama keni au nitrabo unapata vizuri. Mm. Mbolea zenye keni au no. nitrabo. Ukipata, nitrabo ni vizuri sana. Nitrabo ni arobaini na sita za calcium, lakini keni ina ishirini na moja, ishirini na moja, kwa maana keni ina ina ina kiwango kichache cha nini cha calcium. Lakini sio shida kama ukipata unaweza pia kutumia kwa sababu ya uhaba wa mbolea na nitrabo, kumbuka haina ruzuku sasa hivi. Tunadhani kuna baadhi ya maeneo haina ruzuku hata mm, yani ambazo unaona zina umuhimu mkubwa ndio maana zitia tiki hapo. Hazina hazina ruzuku. Sasa nini kinachoendelea? Ukisha upate hizi mbolea zenye upate NPK, upate naio keni, keni, keni, na upate mbolea kidogo hata NPS NPS. NPS au DAP. Ushushe kidogo kiwango cha DAP. Yaani DAP hiyo chache. Ndio. Lakini kadri shampandishe hiyo keni. Alafu NPK ifuatie kwa ukubwa. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ndio tupo kwenye kipindi cha kuimarisha maua kuwa mengi, matunda kuwa makubwa na majani kuongezeka. Kwa maana yake inahitaji nitrogen niongeza majani. Inahitaji calcium nikuze matunda. Inahitaji K niongeza maua. Maua. Inahitaji tena K niongeza shina. Shida likiongezeka pale kwenye xylem na phloem, inasafirisha chakula kutoka kwenye mizizi kuleta juu, ikiwa na afya inaleta chakula chenye afya na kingi na haraka, mpaka hapo tunaelewana vizuri. sasa baada ya hapo ukimbili mbele ndio mfulizo wa mbolea utakuwa ni, ni, ni kuweka mbolea zenye calcium na potassium, calcium na potassium mpaka tunamaliza. Okay. Ni zipi sasa? Ndio hiyo hiyo unakuweka nitrate labda pengine na NPK. Nitrabor au Yara Winner. Umeshakusikia Winner? Ndiyo. Eh, ipo. Eh, ipo. Eh, Winner na yeye ana kiwango fulani cha NPK. Lakini hata jinsi nyingine. Kwa hiyo hapo, utakuwa unacheza na na calcium na potassium. Calcium na potassium. Kwa nini? Winner na Nitrabor. Eh, eh. Winner na Nitrabor au labda pengine ni NPK na Nitrabor. Kwa maana kwa sana hata urea unaweza ukaishika kidogo. Isiwe nyingi sana. Ukaweka na na Nitrabor. Baada ya hapo sasa utakuwa unaangalia labda pengine okay, ukae wiki tatu mbele ndio uweke. Kikawaida, kikawaida. mm -hmm. Kwa mkulima ambaye hataki kutumia gharama nyingi ya maeneo ambayo nimeyatoa, tunatoa mali nyingi mashamba darasa. lakini kwa mkulima ambaye hataki kutumia mbolea nyingi, kwa mwezi, mbolea nyingi, angalau mbolea weke mara hizi mara mbili, kwa maana kimbaka anachuma anakuwa mbolea ameweka mara nne. Sasa hapo amenipata vizuri. Mimi naamini mpaka hapo mbolea itakuwa imeingia nyingi. Kwa mwezi mara? Kwa mwezi angalau mara mbili. Mara mbili. Ili kwa, ili kwa baada ya ukibiribiri. Baada ya ukibiribiri. Eh. Sasa kama ukiweka kwa mwezi mara mbili manake kwa, kwa... <laughs> <laughs> uh -huh. miezi miwili ni mara nne, yeah. Na hapo tunaamini wiki moja mbele utaanza yeah, mba kuchuma mba nyanya. Mba. Ukichuma tu, toa yale maotea yaliyokauka, tafuta mbolea ya moja ya Ken weke au NPK. Chuma tu. Ukichuma tu kama unataka kweli kuvuna mavuno ya michumo ile ambayo tunaiongelea kwenye, kwenye YouTube michumo 12 kwenda mpaka 22, unatakuwa ile ile siku ya umechuma utafuta mbolea zenye NPK au KEN uweke, na maji kipindiko ya stoke yaendelee kuwa mengi. Mnenipata vizuri? maji kipindiko ya stoke ya stoke yaendelee kuwa mengi mengi, yani uendelee kumwagia maji, endelee kumwagilia yeye, na tunasema kwa kawaida kwa siku mmea weka ukichuma, tutuweke keni e, weke keni au weka hata nipike mm. Ili makusudi yale matunda endelee kuwa makubwa na maua endelee kuzaa zaidi mm. Na hapo utaendelea kuchunguza, ukiona kuna kuna fimbo labda pengine zime zimegama kidogo, hebu kuzishindilia zikae vizuri mm. Ili mmea izidi kuwa imara mm. Ukija kula ilinga utakuta mtu amemaliza kuvuna, alafu mmea umesimama tu hivi na mmea ni wa kijani, yani huoni huyu mtu amemaliza kuchuma au anaendelea <laughs> lakini matunda yameisha maisha na mea amesema tu hivi. Kwa nini? Yule mtu alizingatia vigezo ah, vyote eh, na amechuma amevuna vizuri na amefanya vizuri. Okay sawa hicho kitu nilikisahau. Ndio. Kikawaida kwenye shina la nyanya. Mm. Tunasema tu tunaweka gramu 5 sentimita kumi kutoka kwenye shina. Gramu 5. Hasa mara nyingi shina letu shina letu waka tunaweka sehemu mbili kwa mtu ambaye labda hataka kutumia kulima kiufanisi na ana mbolea nyingi. Mm. Kwa mkulima ambaye yeye ndo anaanza labda pengine hana mbolea nyingi, mm, anaweka tu upande mmoja. Aidha upande wa kulia au upande wa kushoto, sentimita mbili kea ile mbolea point chini zaidi okay, ya, ya, ya mahali ambako mizizi imeishia na mwisho wa siku kuharibu sasa kikawaida mbolea anaweka sehemu mbili, upande wa kulia na upande wa kushoto, mm, sentimita tano. Lakini kwa mkulima ambaye hana mbolea nyingi anaweza kaweka upande tu mmoja aidha kulia au kushoto. Alafu kuna weka unyevu uwe mwingi kwa sababu unyevu ukiwa mchache ile mbolea inaweza kaathiri nini, mmea. Mmea unaweza kaanza kukauka tu ghafla mm. Na hapo mnaweza kusema ni bacteria wilt, kumbe hata sio sio, na nini mmea tu umezidisha mbolea, na mwisho wa siku maji yalikuwa yako machache mm. Kwa hiyo kama unataka unaweka mbolea kesho, basi leo piga maji mengi, kesho amka, chimbia vishimo, ukishao chimbia vishimo weka mbolea yako, piga maji tena. Mbolea tushauri kuweka mchana kwa sababu mchana ni wakati ambapo jua ni kali. Kwa hiyo kiwango cha evaporation au unyevu kuchukuliwa kwenda juu ni mkubwa, lakini sehemu nyingine, mashamba makubwa, mtu unakuta ukimwambia siweke mchana, anafanya kazi asubuhi saa kumi na mbili mpaka saa kumi na mbili ili kuepusha huo usumbufu. Ukishaweka piga maji mengi, ili makusudi ile mbolea ilowane kwa haraka itumike pale chini. Nadhani mpaka hapo tumeona vizuri ku kwenye mbolea tumemaliza. Kuhakikisha magua yako shambani, ujemvu ni mwingi, na hakikisha kuna kufuata vigezo vile nimekuambia. Usichimbe kishimo kwenda chini, weka angalau sentimita tano kumi kutoka pale mmea ulipo mpaka pale ambapo utachimba kishimo chako. Naona kwenye mbolea okay. tumemaliza.